Hello, nikamwambia yes. Akasema, nilitaka nija hapo, dokta, hapo ofisini kwako, nina shida. Nikamuuliza, karibu, una shida gani? Akaniambia, nina shida nikifanya mapenzi, bao la kwanza unakuta nimemwaga, halafu unakuta kuendelea bao la pili nashindwa, sijui shida nini hapo, na uume unakuwa mdogo, so Huyu ni mwanaume ambaye ameuliza swali kwamba yeye mara baada ya raundi ya kwanza akimaliza raundi ya, ya kwanza anapojikuta amemwaga anashindwa kuweza kuendelea bao la pili, lakini pia mara baada ya kumaliza raundi ya kwanza uume wake unasinyaa na kuwa mdogo sana. Kwa hiyo ukienda katika chaneli yangu ya YouTube utajifunza somo hili kwa upana zaidi, nenda YouTube, andika Kuboja Joseph kwa herufi kubwa zote Kuboja Joseph, utakwenda kulipata somo hili. Nimefundisha kwa upana zaidi nini kinatokea pindi mwanaume anapokuwa amemaliza raundi ya kwanza, na nini kinasababisha mwanaume hawai kumaliza kabla ya raundi ya kwanza. Lakini pia la pili ni kwa nini mwanaume anapokuwa amemaliza raundi ya kwanza uume unasinyana kuwa mdogo. Ni moja ya swali ambalo linaumiza vichwa vya wanaume wengi. Sasa pale katika chaneli yangu ya YouTube nimeelezea kwa kina zaidi, nenda YouTube, channel inaitwa